Sasa moja kwa moja tunaelekea kaunti ya Uasin Gishu ambapo tunakutana naye John Wanyama. John Wanyama, tunaarifiwa kwamba uh, mgomo wa wauguzi katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya uh, Moi jijini Eldoret umeweza kuingia siku yake ya tatu hii leo, huku wauguzi takriban 800 wanyama hii leo wakiandamana jijini Eldoret kulalamikia serikali iweze kutekeleza matakwa yao ndiposa warejee kazini na nasikia kwamba wameapa kutorejea kazini. Inakuwaje, John Wanyama? Lulu, katika hospitali hii na mafunzo ya Moi ya referral, na jambo ambalo ni la kuhuzunisha, kwani wagonjwa wengi wanaendelea kutaabika. Tumeweza kuona wagonjwa ambao walikuwa wametumwa kutoka maeneo mbalimbali nchini, kutoka Narok, kutoka Turkana kufika katika maeneo haya, lakini wamelazimika kurudi kwa sababu matibabu katika hospitali hii haijaanza tangu siku mbili zilizopita, leo ikiwa siku ya tatu. Eh, wauguzi hawa takriban 800 wako nje na wanasema kwamba hii leo wanaanza maandamano Katikati mwa jiji la Eldoret kushinikiza serikali na wale ambao ni washikadau katika sekta ya afya kuhakikisha kwamba matakwa yao yanasikizwa. tuwasikiza wanasema nini. Ndugu yangu, siku ya tatu leo, hali ikoje? Maandamano leo, mnasema kwamba mnaenda barabarani? Okay bwana Wanyama, hali katika hiyo hospitali imeanza kuharibika kabisa, sababu wauguzi wote washatoka nje na hatujui sasa management ya hii hospitali imepanga nini because eh, mazungumzo yenye tumeenda siku tatu hawajaonyesha nia yoyote ya kusuluhisha hii matakwa yote yenye tulipeana, so tunasema kwamba serikali kuu eh, rais wetu na wazili wa fedha, kitu yenye imesumbua hii hospitali ni ile budget kati yenye ilifanyika Eh, mwaka 2023 ndio tunasema kwamba irudishwe vile ilikuwa, ndio ndio shughuli ya hospitali iweze kuendelea vile ilikuwa, lakini kama sio hivyo hiyo tatizo italemaza shughuli za hiyo hospitali kabisa. Tukifika mande hiyo si hospitali itakuwa imefungwa. Kwa majina naitwa Beatrice Chepkoe Chelule. Asante sana Bwana Wanyama, eh, Kusema ukweli tunaomba kwa unyenyekevu rais wetu Bwana Honorable Samuel ya kwamba hii bajeti yenye ilikatwa ya MTRH ndio imetuletea hii shida yote, na eh, tungeomba kwa unyenyekevu kama wasiri wa afya, wasiri wa fedha au wakupe ripoti iliyo halali, tafadhali fanya jambo, kwa sababu hii shida inaumiza wagonjwa wetu, inatuumiza sisi kama wafanyikazi, na inaumiza hospitali yetu kuu ya Moi Teaching and Referral Hospital, na ni aibu sana kwamba hii ni hospitali ya nyumbani mahali penye mtukufu wetu Rais William Samoe anapotoka. Na itakuwa aibu sana tukionekana katika mitandao kwamba hospitali imeanguka. Tunaomba kwa unyenyekevu bajeti yetu iliyopunguzwa iregeshwe na tuongezewe pesa inayohitajika, kwa sababu hata hiyo bajeti ilipopunguzwa, tulikuwa tunahitaji pesa zaidi ili tuweze kumanage hospitali kwa njia iliyo halali. Asanteni sana. Asante sana. Leo mna maandamano. Mnaenda hadi wapi? Tunafanya maandamano ili kuhimiza wananchi kwamba sisi hatuna vita hatuna kelele, bado tunapiganiana haki ya hospitali yetu ili isimame. Tutasunguka muda tu kidogo, kwa sababu hata wauguzi wamefanya kazi na wamechoka, kwa sababu pesa zao hazijepeanwa, so wamechoka. Tutawapeleka tutua kidogo, wanyoroshe miguu. Tutaenda tu Uganda Road kidogo, alafu tutarudi hapa, alafu tutajua nini itafuata baada ya hiyo. Asante sana. Ya, yeah, mimi nataka kuambia rais okay. Kwanza kabisa niliona amechange ile principal secretaries akaweka Dr. Luga, na mwambia congratulations Dr. Luga for coming to the Ministry of Health. Na karibu Eldoret, tuko na shida hii MTRH, kuja tatua maneno. Number 2 CS wa health alikuwa anajua hii mambo tangu yanze mpaka saa hii na hakuna suluhisho. Wamepeana pale kama advice kwa rais wetu ndio mambo itatuliwe. So mimi naona hii sekta ya afya ni kama inafelishwa na ni kama mtu anatakana achukue responsibility ambaye ni CS wa hii ministry. Kwa nini Kenya mzima Ministry of Health iko na taabu kubwa sana? So kama mtu achachukua majukumu yake ya kufanya kazi vizuri, afanyiwe nini? inamaanisha kazi imeshinda mtu mahali fulani na kama ni CS, CS apewe kazi kwa light kidogo mahali nyingine. Kitu kingine nataka kusema ni kwamba sha, mliona juzi fira kwa wagonjwa wetu wanaumia. Sha, CS alisema yeye mwenyewe kwamba itakuwa 28,000 kwa ICU. Hiyo 28,000, sasa hii tuliona wagonjwa na remika at bill ni 1.3 million ICU 1.2 million. So if you put 28,000, implementation yake ni lini? Because it's like still they are using the 4800 per day in a bed. So hiyo ndio tunasema, CS tafadhali, si, ni kwa TV tunaona masungumuzo mzuri mzuri, at all those things are working you know. Koti ndio iwaamurishe vile inajua kuamurisha, koti ndio inajua mambo ya strike vile zinaenda. So hatutaki goons waletwe kuja kuharibu hospitali yetu. So, tunacondemn hicho kitu, ki, ki, kitendo. Na tunaambia ile serikali yetu tukufu, rais, na ile kitendo cha ujasusi kenye kinashughulikia maneno, wale watu walihaya hao magoons kuja kuleta rafsha kwa hospitali, ijulikane ni akina nani, waletwe wapelekwe kotini wafungwe. Asante sana. Kwa majina anaitwa kama Abdalla Soita. Mimi ninachoeleza tu public ni kwamba wasikae nyumbani, watafute hospitali kunazo zilizo hapa karibu, waende wahudumiwe. Lakini hapa tunawaadvise tu wasikuje katika hiyo hospitali yetu kwa sababu tumeacha tu wanafunzi peke yao. Kitu kitachotokea kwa wagonjwa wao si wauguzi hawao tuhusika. So, tunaomba tu tunawapigania hata nyinyi mpate matibabu mema. Tafadhali msikuje kama sisi supervisors ya wanafunzi hatuko. Nama. Asante. Asante sana. Pengine tusikize kutoka kwa moja hapa wakimalizia. Okay, Oui. Asante sana. Kwa majina naitwa Kelvin Koech. Mimi ni muuguzi nafanya theater. Ningependa kuambia president ya kwamba tunapenda hospitali yetu sana, so kufanya maandamano the, the, the, the issues affecting MTRH kamsot these messes the budget that was cut is affecting us it's cutting across Tunataka kusema ya kwamba tutaendelea na huu mgomo mpaka maneno ilainisha. Asante sana bwana Wanyama, asante sana Lulu. Vile umeweza kusikia ni wauguzi ambao wa wanasema kwamba katu hawataacha mgomo huu na wataendelea hadi pale wizara ya afya itakapoingilia kati na kuhakikisha kwamba shida zao zinatatuliwa. Lulu, utakumbuka kwamba fahali wawili wanapopigana, basi nyasi wakiwa wagonjwa ndizo zina, ndio wanaoumia, na ni jambo la kusikitisha kwamba hospitali imewachwa mikononi mwa wanafunzi ambao wanashughulikia wagonjwa katika hospitali, jambo ambalo wanasema kwamba serikali iingilie kwa haraka angalau waweze kurudi kule na kuwatibu wa Kenya. Sasa tumeweza kuona vikosi vya usalama wako barabarani tayari kuwakabili wale ambao wanaandamana hii leo. Tutakuwa tunakuja kwenu kuwajuza ni yapi ambayo yametokea katika eneo hili Lulu. Nam shukran sana John Wanyama kwa kuweza kutupasha taarifa hiyo kutoka kaunti ya Wasingishu, lakini mbali